Salamu watazamaji wangu, naitwa Juliet Betweli. Napenda mm, sana kuwakaribisha wageni kwenye chaneli yangu na wenyeji pia, nazidi kuwakaribisha mm. Hii channel inaitwa Elohim Channel. Nazidi kuwasii kusubscribe katika chaneli yangu, pia kulike kukomenti na kushare nawaomba tafadhali ili hii chaneli izidi kukua na kunisaidia mimi kuweza kufanya kazi hii ya Mungu ili watu tuzidi kumpenda Mungu. Asante, asanteni, nawapenda sana watazamaji wangu. Mungu awabariki. Leo napenda kuwashirikisha neno la Mungu, na kwenye hili neno ambalo napenda kuwashirikisha, tutajifunza jinsi ambavyo Mungu aliweza kuwaokoa wana Israeli kutoka kwenye nchi ya Misri, nchi ya utumwa. Tutaona jinsi ambavyo aliwaokoa kutoka pale kwenye ile nchi mpaka alipoweza kuavusha pale kwenye bahari ya Shamu. Tutaona jinsi alivyoavusha na nitasoma kwenye kitabu cha Kutoka mlango wa kumi na nne mstari wa 15 na wa 16 na sita na mstari wa 26 sita pamoja na mstari wa 27 saba. Kupata nafasi soma mlango mzima story, tutaihusisha na maisha yetu tunapoishi hapa duniani. Tusome kwanza afu tutahusisha baadaye. Bwana akamwambia Musa, mbona unanidilia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele nawe inua fimbo yako Ukanyoshe mkono wako juu ya bahari na, na kuigawanya, nao wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako juu ya bahari ili maji yarudi tena juu ya Wamisri juu ya magari yao na juu ya farasi zao. Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari na kuipa, na kulipopambazuka bahari ikarudi kwa nguvu zake, Wamisri wakakimbia mbele yake na Bwana akawakungutia mbali hao Wamisri kati ya bahari. Amin. Katika mistari hii kadhaa tunajifunza jinsi ambavyo Mungu aliwaokoa wana wa Israeli kwa kutengeneza njia katika bahari. Wana wa Israeli wakapita katika nchi kavu wakavuka ile njia. Ilikuwa imetengenezwa kwa sababu tu ya wana wa Israeli, na Mungu ndo alifanya vile, lakini wale waka, wakaweza kumezwa na ile bahari. Mule, mbalu, mingani, katika sasa <coughs> mafunzo tunayoyapata kutoka kwenye sa hii mistari tunajifunza jinsi ambavyo Mungu anaweza akatuokoa hata sisi tunapopita katika mapito magumu, ukipitia kwenye mateso, hali ngumu katika maisha, jifunze kujitia moyo na huu mstari mstari wa leo tunaosoma tunapata somo kubwa katika jinsi ya kumtumainia Mungu. Siku zote tu tunamtumaini Mungu, haijalishi tutateseka miaka mingapi hapa duniani au kwa kiasi gani cha muda. Muombe Mungu, soma neno la Mungu, tafakari usiku na mchana utapata majibu. Okay. Pia nikiwashirikisha kutoka kwenye kitabu cha Zaburi Zaburi ya ishirini na tatu nitasoma mstari wa kwanza pamoja na wa pili ili neno linaweza likawa sio ugeni kwako, lakini kupitia Roho Mtakatifu litafanywa kuwa upya. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Kupata nafasi, soma mlango mzima. Tunajifunza jinsi watakatifu wa Mungu aliweza kushinda majaribu na kuweza kulindwa na Mungu katika safari ya, historia histori na historia, tumeona jinsi Mungu aliwashindia katika hii historia. Tumesoma hapa kwenye Zaburi, tunaona jinsi ambavyo Daudi anajifunza kumtumainia Mungu, kumfanya kuwa ndiye mchungaji wake. Mungu awe ni kinga yetu wakati tunapopita katika mateso majaribu, hata dhambi. Saa nyingi sana tunapitiwa na dhambi, tunashindwa kuzishika amri za Mungu. Tunatakiwa tujitie Mungu kupitia hili neno la Mungu, kwamba Mungu ndiye kinga yetu. Hata tukianguka kwenye dhambi, tunatakiwa tusimame, tuweze kuendelea, tusikate tamaa, tujifunze kumtumaini Mungu na kumtegemea nyakati zote, kwa sababu yeye ndio kinga. Kwa hiyo ni hilo tu, nimependa kuwashirikisha. Mungu awabariki na wapenda sana Luka 19:10, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea.